Lakini mtu anaenda jehanamu. Nendeni mkasimame kwenye lango hilo, yule ma, yule bwana akasema hivi, naomba mwangalie maneno yangu, akasema yafuatayo Abrahamu, kwa kuwa imeshindikana Lazaro kunipa hata maji kidogo, kwa kuwa imeshindikana, imeshindika kila nilicho kiomba, nakusiva umtume aende akawaambia ndugu zangu wasipitie njia niliyopitia, yani wasiishi maisha niliyo yaishi, moja ya kumkataa Mungu. Kuna watu wanakataa neema, kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni nini? Ni ufuruzi, wanaokolewa ni nguvu ya nani? Ndie, naomba uingie kabisa kiroho ninachoongea. Wako kule wanakuzidi mambo mengine sawa, lakini hawajakuzidi mfalme wa mbinguni. Kwa hiyo ni kitu cha baraka kikubwa, wao wanaishia motoni na mambo yao. Huyu jamaa alipogundua maombi amegoma akakumbuka yule aliyowaacha. Aeda akawaambia jamani, Injili ni moja tu, msiishi nilivyoishi chimu na lenyewe halikupokelewa ha. Akaambiwa kuna maamusanana na nana na maanabili dio nini. Kanisa kuwaokoa watu wanaoteseka. Roho ya uvunaji ni ya washirika wote, ngieni katika mambo haya waokoe milele maana unaona kwamba tunapo kama mnaona kuna idara ya injili. Ninaposema tuna mkutano wa injili, niangalieni hapa. Bwana asifiwe sana. Mnapotoka wote kanisa tena niwaambie, nafurahi sana, ndugu yangu, rafiki yangu, ninyi mko vizuri sana kwenye masuala ya mkutano ya injili, tikeni amina. Mkutano toke ni wote namna hii, naona mkaa kwenye viti, mtawakaribisha kutoka kichochoroni mtaani kwa wakae kwenye viti. Mimi mnatamba tamba, mnatembea tu na haleluya, mmetaki magari kama haya na sisi tunatamka kodi yaishi, nyumba hii magari mpaka ya banane, mpaka kukosa hata hewa ya kuyapanga na mnunue magari. Uje nayo kanisani, usiliweke nyumbani, situete umasikini cho magari hapa, na tuwache umasikini, mama njo nayo Enyo eka yangu jitumuzike. Li Kwa wapi kila mungu. <tipa> Wale Yesu asifiwe. Ah, Nendei mukawatoe. Tuna kufanya mkutano maana yake. Tunaenda kusimama kwenye barabara pana. Yesu alisemaje kwenye Mathayo ile saba. Anasema ingieni kupitia mlango ulio mwe. Ah, Maana mlango ni mpana. Na njia yedayo upote. Wala well,

kusimama kushiriki waje, kusimama pambana kiroho, pambana kimaombi, pambana kushiriki, pambana kiuchumi, pambana na wache nyumbani na waume zenu, wao wanaenda kusota, alafu unaongeza kulanketi mwelekeo Pote hapo kwa Bwana. Mwambie, E Bwana. Tena unitukie tena, E Bwana. Tena. E Bwana. Tena. yakima banu ni kutupya mwenye kuzalisha kipya inayoenda katika usaume. E Bwana, badilisha mambo yangu, badilisha uchumi wangu, badilisha habya yangu, uniponye, unipe neema ya mapambano na barikia wanangu na, na nyumba yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa nguvu ya neno ya, ya usima. E Yesu, na toa toleo kama alama ya maombi ya yangu, ufungue ka imefungika, kuna mahali imefungika Tamka na kuna vitu vingine mama, vimekaa vibaya sana, kama wewe unasikia vibaya kabisa katika hali ya kifua na nini, wakati umeshana mikono yako achia, na mikono yako uinyoshe juu, maana pia wana kufungue, kuliko kukaa na mateso ya rohoni, kukaa na watu vichwani, kukaa na watu waliokuumiza, kukaa na watu waliokufanya mabaya. Toka kwa damu ya Yesu Kristo, sema eh, hey, Bwana Unitoe, uni kwenye huu kame, kwenye hili changwa, changwa, changwa, changwa, changwa, changwa! Toka kwenye jambo, toka kwenye jambo, toka kwenye jambo, toka kwenye jambo, taka kwenye jambo, toka kwenye hili jambo, toka kwenye hili jambo! Nani? Nani kifua chake kinambala ki sana? Nani? Hebu nyosha mkono hapa. Ni nani? Unajisikia vibaya tu. Hata usikwa na sunguka kwa nani? Hayupo. Kama upo nyosha mkono. Kama una jambo hilo. Njoo haraka hapa. Kimbia hapa. Endelea kuomba. Toka, Bwana akutoe tu kwenye ukame. Bwana akutoe kwenye ukame. Ukame ni wa kwa. Toka. Kuna watu wabaya mbaya. Kingali ndio hapa mbele yangu hapa toka. Kuna huduma hapa kwa watu. Wamefungika, nyosha mikono yako. Kwa nini ufungike namna hii? Kuna mambo yamesimama vibaya. Wewe Bwana kufungua kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Hii ndio sababu nikaifuta mambo mabaya. Sokesha mwanangu, mtumishi wa Mungu kwa upate. Mko wengi, tunyosha mikono yako. Maji hapa, naomba msiba hapa, hapa. Sokesha mbele hapa, sokea mbele. Kataa kabisa, kataa hiyo pepo mchafu anaye kusumbua kabisa, yani. Kata. Kata. Kuna kitu kimefungika mno, kimefungika mno. Kuna tamani kufanya jambo, amefungika amefungika. Naomba nenda pale, nenda pale, nenda pale, nenda pale, nenda pale

na hasa tanguni hizi utakuwa pamoja na wacha Mungu wako nuka watoto wako akia, toka magonjwa haya kwenye hiki kifua, toka kuku iliyo mwandani kwa jina la Yesu Kristo, toka ondoka tu achia kifua hiki, hayo mateso na mzigo so, na misiba so, wale mi, so. Yesu asimame kwa ukwasi wako asimame na wewe ushike na mkono wako mama huyu kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu, tembea unakiona ambacho adui amekifunga, na mama wina mtumishi wako amebeba vitu vingi. Bwana Yesu, mbihilisha upendo wako na rehema zako, huruma zako, huruma zako, achia kuambia mizigo leo, toka Baba, kumbuka machozi haya nyanyo mtumishi wako, katika jina la Yesu. Wewe ulisema leteni misila yenu, nasi kama kanisa tulaaspeta

kwa masai yako toka, kwa jina Yesu, toka katika damu ya Yesu Kristo. Maana kukemea kanisa, nionyesheni mikono semente na yeye Yesu. Sema watu kwa pamoja, ye Bwana. Sema kwa sauti kanisa, ye Bwana, unitokee tena, tangu leo nikutumikia wewe. Amen. Tangu leo usinane na mimi kwa jina la Yesu, kwa nguvu ya neno la Bwana. Bwana amsa la binu tumika pamoja nami, amen. Nade nae kuna kijana anayeombea kazi kabisa, kazi zake hazijakaa sawa. Majani nikuomba nafanya hivi, nimekoma nani? Kimbia, uje hapa, mradi unagoma. Wewe unajua, njoo haraka tumalizie. ora biashara imekoma, tunajaribu haifiki. Tunajaribu haifiki, tunajaribu haifiki, kimbia zamankata lazia kiale nguvu na Yesu, nikonyacha asimama, lazi nyosha mkono wako, hatuchelewi maana uhitaji ni wako, hatuchelewi kumwambia mtu nakuumiewa ah -ah. Wewe unatambua shida Ukitambua sisi wachungaji tuko hapa, watumishi wa Bwana tuko hapa, tuko hapa jamaa. Nyosha mikono yenu kwa ajili ya kazi zenu, na na kama naombea kazi ya baba, nayo imekorapsi imeanguka vibaya, kazi ya baba yako mzazi wako, ambaye sasa hivi sasa na hali mbaya mpaka mwisho, hata imani yake imeanza kulegalega, anaugua na kuugua kwa ajili ya

kwa damu ya Yesu Kristo, uchumi mbaya umeharibu hata mawazu ya wazazi. Kwa damu ya Yesu Kristo mwenye asili na damu ya mapato yetu. Ni wewe, niwewe Bwana, simama thibitisha, simama thibitisha, simama thibitisha, Mungu thibitisha. Tunapoteza kila laana hiyo ya kuanzisha jambo linaishia njiani, toka wewe, nina wewe ni adui wa Mungu mbaya anaanzisha kazi yake inaharibika. maana maaleti kumesimama kutofisha imani. Tunakataa kwa damu ya Yesu na ya Yesu, kwa damu ya Yesu.

Hebu tumpe Yesu tukufu tena, akile Bwana mefanya ongeza utukufu. Amen. tu Mungu aendelee kukutunza kwa ajili ya kazi aukitia, aendelee kukulinda akupe maisha akupe afya njema, uendelee kulitumikia kusudi la Bwana. Amen. Tunapoelekea mwisho, kuna watu waliongea na kati wao, wana wanataka kuweka sadaka ya alama katikujoa, hakuna kuchelewa wanataka kuweka alama, kwa nini haukupata ule muda, lakini bado hujachelewa. Wale ambao wako tayari, hebu fika basi hapa tufanye mara moja, ili tuingie kwenye yale maombi. Wale ndugu ambao sasa moja na mimi nipeleke sikuwepo kwa muda ule, na sikupata nafasi, sasa wanataka kufanya hivyo, karibu sasa tufanye hivyo mara moja, alafu tukamilishe jambo hili. Fika hapa, tuandika jina lako kila ambacho unasikia moyoni mwako kufanya, ili uweke kumbukumbu kwenye haya maombi tunaendelea nayo ya yes, siku hizi arobaini cho hapo, mara moja weke jina lako, weka jina lako mahali pale. Na Mungu ni Mungu wa maagano, Mungu ni Mungu wa makubaliano. Kila ambacho ufunuo ule ambao Mungu amekuja nao usikubali upite, weka alama yako kwenye maombi haya weka jina lako hapo, weka kila ambacho nakisikia, na Mungu atakuwa pamoja na wewe. Kiwango cha mfuko mmoja wa sementi au chini hapo, vyovyote vile ambavyo Mungu amekujalia, usinyamaze, weka hapo. Alafu baada ya hapo, tutaendelea na maombi yetu. Tunashukuru Mungu kwa sababu ameendelea kutusaidia, lakini pia tunayo wiki inayoanza kesho mchaka, mchaka ni kule ule safari yetu ni ile ile, tunatamani kuendelea na naumbi yetu tena kwa nguvu nyingine mpya. Lakini pamoja na hayo, kabla ya kuzungumza mambo mengine, malize hapo jambo hilo, tuendelee sasa nai mwenyekiti mwenye likuombeja nakatikwaosuba aynaandiachali